E, changamoto ambayo tunaipata hasa kwenye shule hii ya Beti Enzo katika ujenzi wetu ni wanafunzi e, kupita katika mazingira yetu ambayo tunafanyia kazi, lakini tunamshukuru Mungu, walimu wanalipambania hili swala e, kuhakikisha watoto hawasumbui katika maeneo yetu ya kazi. Na kazi yetu kama unavyoona bado inaendelea vizuri kabisa, bado wiki moja tu kuhakikisha hili eneo linakuepo sawa kabisa. Kwa hiyo wewe, tupigie simu yako moja tu, tuje kukuboresha nyumba yako iwe na muonekano mpya na wa kisasa kabisa kwa pavement zetu hizi za kisasa kabisa. Hizi pavement zetu kama tunavyosema kwamba hazioteshi majani, zina gharama ndogo sana ujenzi, pia ni imara. Tunaweza tukakujengea sehemu yoyote vile kama unavyoona e, katika mazingira ambapo magari yanaingia muda wote, lakini sisi hizi pavement zetu ni imara, tunaweza tukakujengea eneo lolote lile bila wasiwasi wote wasi na pasiwe na changamoto za aina yoyote ile. Tupigie simu tuje kukuhudumia kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Asanteni na karibuni sana.